hadithi tutakayoanza nayo leo darasa letu ni hadithi ya sitini na moja an Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, kutoka kwa huyo sahaba anaitwa Talha ibn Ubaidillah, radhi za Allah ziju yake. Qala, alisema. Jaa rajulun, alikuja mtu mmoja mwanamme ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, akaja kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake. Min ahli Najdin, miongoni mwa watu wa Najdi, watu kutoka Najdi. Fairu rasi na huyo mtu alikuwa nywele yake hajaichana vizuri, anywele zake zimesimama simama hivi. Nasma'u dawiya sautihi tunasikia heko ya sauti yake, yani sauti iko juu. Kwa hivyo wanasikia sauti ikiwa imepanda juu ile eko yake. wala nafkahu ma yaqulu, lakini hatuelewi anachokisema. hatta dana min rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam wasalam, basi mpaka akamkurubia Mtume sallallahu alaihi wa wasallama wasalama Faidha huwa yasalu an alislami, pindi kumbe alikuwa yeye anaulizia kuhusu uislamu ni nini. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume rehma na amani ziwe jake, khamsu salawati fil yaumi wal laila, Mtume akasema swala tano ambazo ni zinaswaliwa mchana na hata usiku. Faqala, akauliza huyo mwanaume, hal alayya ghayruhunna, je nalazimika kuswali swala zingine ambazo ni si hizo? Qala, akasema Mtume la, hapana, illa an tatawwa Isipokuwa ikiwa utaswali swala za sunna. Kwa hivyo, Mtume akamweleza kuhusu Uislamu, ni mtu kuswali swala tano mchana na usiku. Kisha Mtume akamwambia wasiamu shahri Ramadhani, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Faqala, akasema huyo mwanamme hal alaya ghairuhu

Je, na lazimika kutoa zaka nyingine isiyokuwa hiyo? Qala la ila an tatawaa, tunakwambia hapana, isipokuwa ikiwa utatoa sadaka. Qala, anasema mpokezi wa hadithi ambaye ni Talha bin Ubaidillahi, fa faadbara rajulu, akageuka huyo mwanamme akiwa anaondoka

Amefaulu huyo mtu ikiwa amesema ukweli ya kuwa hatozidisha wala hatopunguza. wa fi riwayatin qala, na katika riwaya yingine akasema aflaha, Mtume akasema amefaulu. wa abihi in sadaka, na maneno haya ambayo mtume anasema wa abihi ni maneno ambayo alikuwa amezoeleka katika Waarabu ingawa siku hapa lakini maneno ambayo walikuwa wakiyasema bila ya kukusudia maana yake yakuwa ni kiapo. Kwa Mtume akasema au dakhala aljannata wa abihi in sadaka, ama mtu huyo atakuwa ameingia peponi ikiwa atakuwa amesema ukweli. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kuulizwa Uislamu ni nini, akabainisha matendo anayotakiwa muislamu ayafanye, matendo ambayo ndio Uislamu. Kwa hiyo miongoni mwa faida za hadithi hii ni kuwa, katika hadithi tukiona kwa makini, mtume hakutaja hija. Mtume hakutaja hija ingawa sisi tunajua kuwa katika nguzo za Kiislamu hija pia imo. Waqad ajaba Alqadhi Iyadh wa ghairuhu bijawabin, na Qadhi Iyadh amejibu kwa nini mtume hakutaja hija katika hadithi hii kwa majibu ambayo mulakhasuhu, ufupishi wake ni huu: laisa hadha biikhtilafi biikhtilafin, sadri min rasul bal huwa min tafauti aruwat fi lhifdhi waaldhabti faminhum man dhakarahu wa minhum man lam yadhkuruu. Kwa hivyo anasema Qadhi Iyadhi ya kuwa hii tofauti iliyotokea, ya kuwa kuna baadhi ya riwaya za hadithi hii kumetajwa hija ndani, na kuna baadhi ya riwaya ambazo kama hii ambayo tumesoma hapa haikutajwa hija ndani ni tofauti ambayo umetokamana na wale wapokezi wa hadithi, na wala si eti ni Mtume alisema hivyo, kwa Mtume alipokuwa anaeleza alitaja hija, lakini kwa riwaya hii ambayo tumeisoma, mpokezi wake ndio hakutaja hija ndani. Naam, qawluhu, lakini kauli yake Mtume, aflaha wa abihi in sadaqa, amefaulu. Kisha Mtume akasema wa abihi unaweza ukadhani kuwa mtume anaapa na, na babake kwa kudhania kuwa hii wau wau alqasam, kisha abihi ndio anaapia mtume na babake, lakini laisa bilhalif, lakini si kiapo hichi liannahu lau kana halifan yapo, na ni kwa sababu lau kama ingekuwa ni kiapo lakana alhalifu bighairi llah, ingekuwa ameapa nasi kwa Allah, jambo ambalo halifai na mtume amelikataza.

adatul arabi, isipokuwa ni maneno ambayo warabu waliozoea kuyasema. An tudkhilaha fi kalamiha, warabu wakawa wamezoea kuingiza hayo maneno katika maneno yao. Ghaira qasidatin biha, lakini pasi na kuwa walikuwa wanayokusudia haqiqat alhalif, uhakika wa kuapa o Mtume alikataza kuapa na asiyekuwa Allah, lakini sasa kule kukataza kwake inama warada fi man qasada haqiqata alhalif, Mtume alikataza kwa yule ambaye atakuwa amesema hivyo na akawa amekusudia kuapa. Kunaposema wa abi, nakuwa umekusudia kuapa na babako, hiyo ndio haramu hiyo. Lakini ikiwa umesema bila ya kukusudia kuapa, hiyo si haramu Lakini baadhi ya maulamaa nao wakasema, haya maneno mtume aliposema, aflaha waabihi abihi nsadaka, wakasema kuwa Mtume yuhtamalu an yakuna hadha kabla nahi, ya kuwa inawezekana ikachukuliwa kuwa Mtume alisema haya maneno kabla ya mtume kukataza kuwa mtu asiape na jina la asiyekuwa Allah, wal awwalu asah. Lakini kauli ya kwanza ndio kauli ambayo ni sahihi zaidi, kauli ambayo inasema ya kuwa haya maneno warabu waliyezoea tu kuyaingiza ndani ya maneno yao, lakini walikuwa hawakusudii kuapa. Hadithi hii yaonesha pia umuhimu wa swala tano, bali ndio hadithi ambayo maulamaa wametumia kuonesha ya kuwa swala ya Idi kwa wale wanaosema kuwa si lazima, wametumia hadithi hii kwa sababu kumetokea tofauti kati ya maulama kuhusu hukumu ya swala ya Idi. Je, swala ya Idi ni, ni, ni faradhi ama si faradhi? Na sababu ya kuwa ni faradhi ama si faradhi ni kwa sababu ya kuwa kuna hadithi ambayo Mtume anasema ya kuwa yule atakayeswali swala ya Idi hiyo, swala ya Idi inamtosheleza kutoswali swala ya Ijumaa ikiwa Idi imekutana na Ijumaa siku moja. Mtume anasema hivyo, ya kuwa ikiwa hiyo siku ya Idi ndio siku ya Ijumaa, kwa hivyo na ukaswali Idi unaruhusiwa kutoswali Ijumaa, hasa mtume aliposema hivyo ndio sababu ya maulamaa kuchukulia kwa kama ni hivyo, itakuwa basi swala ya Idi ni lazima, kwa sababu haiwezekani swala ya Idi ikawa ni sunna, alafu kisha iwe itakuwa ni badala ya swala ambayo ni Ijumaa ambayo ambayo ni lazima. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya wale waliosema kuwa swala ya Idi ni lazima walichukulia hapo, lakini kuna wale wanaosema kuwa hapana, swala ya Idi si swala ya lazima, kwa ushahidi wa hadithi hii ya kuwa huyo sahaba alipouliza kuhusu swala ambazo ni za lazima, Mtume alimtajia tu swala tano na kisha alipouliza kama kuna swala nyingine ambao ni lazima mbali na hizo swala tano, Mtume akamwambia hapana kusu, na kisha kuhusu hiyo hadithi inayosema kuwa swala Idi inaweza ikafidia swala ya Ijumaa na usiswali, je sasa itakuwaje? Wakajibu ya kuwa hapo haimaanishi ya kuwa yule aliswali Idi asiswali Ijumaa alafu pia asiswali ya dhuhuri, alafu aendelee hivyo, bali inamaanisha kuwa hata swali Ijumaa kwa jamaa, lakini adhuhuri ataiswali. Kwa hivyo ile afaradhi, swala faradhi iko pale pale, lakini tuni ile jamaa ndio ameruhusiwa kutuhudhuria, lakini swala yenyewe hakuondolewa kuwa si swali, na ndio kauli ya sawa ya kuwa ikiwa Idi imekutana na Ijumaa siku moja, yule atakaye swali Idi anaruhusiwa kutohudhuria swala ya jamaa Ijumaa, lakini asipohudhuria atalazimika kuswali swala ya dhuhuri. Hili ni jambo ambalo lipo si tu kwa yule atakayeswali Idi siku ambayo ni Ijumaa, bali lipo hata kwa wasiokuwa hao, mfano kama wanawake wanawake si lazima kuwa kuswali Jumaa, lakini pamoja na kuwa si lazima kuwa kuswali Jumaa, lakini wanalazimika kuswali nini? Adhuhuri. Pia mtu ambaye mfano kama msafiri, msafiri si lazima uswali kwake Jumaa, lakini pamoja na kuwa Juma, lakini na kuwa Ijumaa haswali, lakini adhuhuri lazima iswali. Na hivyo hivyo pia <coughs> mtu ambaye ni mgonjwa si lazima kuhudhuria Ijumaa, lakini pamoja na kuwa si lazima kwake kuja Ijumaa, lakini adhuhuri ataiswali. Kwa hivyo hivyo hivyo pia, ndio kwa huyu ambaye ameswali Idi na kwa hivyo akaruhusiwa, asiswali Ijumaa. Ile faradhi ya kuhudhuria swala Ijumaa akaondolewa, kuwa haina maana kwa kuwa sasa asiswali Ijumaa na pia adhuhuri asiiswali, la bali ataswali adhuhuri asipohudhuria Ijumaa. Kuna hadithi ambayo impokewa ya kuwa Abdullahi bnu Zubeir, kuna wakati alipokuwa yeye ni khalifa, alitoka na ilikuwa siku hiyo ni Ijumaa na pia ni siku ya Idi. Basi akachelewesha siku kuswali idi mpaka ikafika karibia saa tano hapo, saa nne ndio akatoka. Alipotoka akafika katika musalla, alipofika musalla Akafanyaje? akapanda mimba kisha baadaye akafanyaje? Akashuka alafu akaswali. Kisha baada ya kuswali, hadithi inasema, mpokezi wa hadithi anasema kuwa kisha hakuswali kabisa mpaka alasiri, hakuswali kabisa mpaka nini, alasiri. Sasa baadhi ya maulamao wakatatizika ya kuwa itakuwaje, kama kweli mnasema kuwa atakayekosa kuswali ijumaa kwa kuwa ameswali idi lazima aswali dhuhuri, na mbona hadithi hii nasema kuwa huyo hakuswali chochote mpaka nini, alasiri ndio akaswali, na ili hali ameswali nini idi peke yake. Lakini sasa, maulamao wakasema ya kuwa ukiangalia hadithi hiyo ambayo mpokewa a Abdullahi bin Zubair, utapata kuwa ile kaifia ambayo imekuja kwenye hadithi ukiangalia kwa makini, si kaifia ya kuswaliwa swala Idi. Kwa hiyo ina maana kuwa alichokifanya Abdullah bin Zubair, aliacha kuswali Idi na balaki akaswali ijumaa, na ni kwa sababu ya kuwa ijumaa ndio huwa khatibu anapanda juu ya mimbar, Idi khatibu apande juu ya mimbar. Kwa hiyo ina alama ya kwanza ya kuwa alichokiswali ni Ijumaa wala si Idi. Pili, Ijumaa ndo khatibu hutangulia kuhutubu kisha alafu ndo ashuki aswali. Idi khatibu hutangulia kuswali kisha alafu sando ashuki afanyaje, kisha baadae, saando baada ya swala alafu ahutubu akiwa amesimama tu kawaida bila kupanda jamimba. Na kisha Ijumaa inaruhusiwa mtu kuiswali Ijumaa inaruhusiwa mtu kuiswali Ijumaa hata kabla zawali, imethibiti kwa baadhi ya hadithi ya kuwa kuna wakati masahaba walikuwa na swali swala ya Ijumaa na kisha wanaregea makwao na hata nyumba hazijakuwa ama ukuta haujakuwa na kivuli, haujakuwa na kivuli kumaanisha kuwa nini, ani bado jua sasa ndio liko katikati, kivuli hakijatokeza huku wala huku, yaani jua lijapinduka hiyo ni kuonesha ikiwa ashaanza kuswali na anarejea nyumbani na bado kivuli hakijaonekana, ina maana kwamba swala hiyo aliswali kabla ya nini? Ya zawali. Kwa hivyo kwa jumla hilo ndio, e, hilo ndio jawabu ambalo naweza kujibiwa kwa wale wanaosema kuwa swala ya Idi ni lazima kuwa ushahidi wa kuwa eti atakaiswali basi haswali Ijumaa. Kwa tumepata kujua kuwa si eti haswali Ijumaa na kisha pia dhuhuri iswali isipokuwa hata swali ya dhuhuri ikiwa hatuswali Ijumaa. Hadithi pia yaonesha kuhusu ulazima wa saumu na fadhila yake, na kwa kuwa ndio katika Uislamu, yaani mtu hawezi akawa ni Mwislamu na kisha asiswali, na kisha Ramadhani ifike asifunge bila udhuru, nam, na kisha asitoe zaka na ana uwezo wa kutoa zaka takuwa mtu huyo Uislamu wake una kasoro, na kama kuna serikali ya Kiislamu mtu huyo analazimishwa kuswali na hata kufanya ibada zingine hizo, naam.